How do you understand the the the operation of Body by Design and And not when uh, when my wife was taken to to hospital? She didn't handle the problem. We went, when, when, when to see her, alikuwa natoa choo kila mahali, ilikuwa inatirika huku choo na damu na na hospital before kwa hakumeenda alikuwa ameenda Body by Design, wakamwachilia hata bila kuitisha balance kurudi hospitali wakuta wamefunga wakati alitoka hivi tu wakafunga wakawacha security. Mashahidi zaidi wanatarajiwa kutoa ushahidi wao Alhamisi hii. Ode Francis, runinga ya Citizen, Nairobi.